Kama kawaida uko vizuri? alama nne kileleni pale pole eh? alama nne e, pale kileleni mizuka, au? E, mizuka mingi au, mwandishi akuache eh, <laughs> eh? wanaachaje story moto kama hizi eh? Yanga anaongoza kundi eh? klabu bingwa sio kwa bahati mbaya, mbaya. Sikiliza sikiliza eh? leo tumecheza na Jessica Bilii mwenye vikombe sita vya kafu, mwenye vikombe sita, sita vya kafu. Yani Jessica Bilii anazungumza vikombe sita yaani anabeba kindoo cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita. Kuna mwingine ameshika nafasi ya tano anafungwa mara sita na Yanga, unaelewa Jesi Kabili e, yaani? E, amebeba vikombe vya kafu sita e. Kuna mtu anajivuna Tanzania e, amefungwa mara sita na Yanga. Kwa hiyo tuzungumzi kufungwa e, tunazungumza mtu mwenye vikombe e, mara mara sita e, vikombe vya kafu leo anamaliza mechi anawahoji wale wasimamizi walioletwa wa, wali kutoka CAF. Hii ni Yanga au Man City ile ya elfu mbili ishirini na tatu unasema? au tuseme unatupiga hapa? Siwapigi, kameramani anataka kusimama kamera. Siwapigi kama mnazima zima, zima eh? kama mnazima zima, umenielewa eh? Eh. Wameenda kwa oji wale viongozi walioletwa na CAF kusimamia ule mchezo eh. Hawa ni Yanga au ni Man City elfu mbili ishirini na tatu Anabeba UEFA, hatari, pigwa boli moja ya viwango vya hali vya juu mpaka wenyewe wanajiuliza tumetoaje sare na Yanga? Wanajiuliza Mwarabu je iskabili, nimewezaje kutoa sare na Yanga? Anayotoka anaomba Mungu tena, washukuru ile dakika themanini na saba ile themanini na tano mpaka themanini na saba najua mpira ulisimama, walirusha machupa pale, ndo tulikuwa naenda kuwafunga bila kurusha zile chupa nani jaskabili pale ndio tukawa tunaenda kuwafunga. Wanasema ule ni mwanzo tu, kile mlicho kifanya ni mwanzo tu. wakija kwa amani kwa, wa Guantanamo Bay pale eh, waamuulize esfarabat alifanyiwa nini shauri yake pale. Sisi turushi chupa tuko na akili timamu eh. Akili yetu haina shida ya kuhitaji virutubisho eh, ah, imeshiba yenyewe kwa, kwa Yes, yes, yes. Hiyo uh, inafahamika. Hawa wanajulikana waliofungwa uh, moja waliosafiri kwa mafungu, Kuna watu wamesafiri kwa mafungu. Ndiyo. Alafu uh -huh. Uandishi mmekaa kimya. Hizo za ndani. Alafu ndugu yangu Mavala, hili lazima nikwambie kwa nini ukuripoti kwamba wameenda kwa mafungu uh, ngoja <laughs> uh -huh. juzi wameenda wachezaji kumi na tano walikuwa waliopo kwenye ile squad yao uh -huh. ni wachezaji ishirini na mbili wameenda kumi na tano juzi usiku, leo mchana wame jana leo asubuhi na viongozi wao, umeelewa? Baadhi wameondoka na wachezaji saba. Yanga afrika tunaiona wapi kwenye liga ya mabingwa sasa? La kuuliza wakati Yanga anaenda kubeba kindo, yeah. Wewe Jessica Bili, yes, amebeba, yeah. Yes, mara sita. Atembeba mara ngapi? Mara mbili, yeah. Mle hakuna mtu aliyebeba chini ya mara tatu, yeah. Kuanzia tatu kuendelea, yaani kama ni doo zimekamilika, umenielewa Jesikabirii kabeba mara sita eh, Nationaar kumi na mbili anayefuata na nne, Farabat nayefuata ni mimi leo eh, sina tulia. Sasa tulia. Kwa hiyo leo tunaenda tulikuwa tumegawana majukumu majukumu, kama kawaida nilishawambia, fainali ya msimu huu inachezwa Yanga na Ationa na National ya Ali, tumeshakubaliana. Yanga we, maliza kazi, cheza mpira. Upo kwenye kundi wanaojiweza, lazima ubebe kwa Yanga. Watakaotoka kwenye kundi la Yanga ndio ambao watacheza watacheza fainali. Hao wengine, makundi mengine yote unayoona manne, eh, eh, si makundi manne eh, matatu haya yanasindikiza, umenielewa? Eh. Eh, yani unajua hakuna sherehe inayokosa wapambe, ndio au? Tuseme mkutano wa tarehe thelathini lazima wajumbe wawepo. Kwaiyo haya makundi matatu ni wajumbe kuhakikisha Yanga anakuwa bingwa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwenye kundi la Yanga, Yanga mwenyewe ndio bingwa? Ndio wanaocheza finali, Yanga na, Yanga na, Yanga na National, yaani kundi la Yanga ndio linacheza finali? yes. hiyo unataka useme wewe kwenye kamera, sasa waambie watu. Nasema hivi klabu bingwa msimu huu Champion League anacheza Yanga na National a na Yanga anakuwa bingwa, nasema hivi Tunavuka kwenda robo fainali yanga na national yali, tunabakiwa na timu ngapi mpaka kufika fainali? Michezo miwili, umenielewa? National yali tutampa timu na sisi tutapeana timu, tunapangua, umenielewa? Kwa sababu simba anaishia makundi, simba anaishia makundi. Ile tangazo sasa, simba anaishia makundi, simba anaishia makundi, umenielewa? Tena ndio timu ambayo kutoka tanzania inatoka kwenye makundi bila pointi yoyote. Ile tangazo rasmi. Tangazo rasmi. Simba akibeba point makundi msimu huu. Waandishi mpo wangapi hapa, semeni wenyewe, mpo wangapi hapa nane? nane. Eh. Nikiweka laki laki ngapi? laki, laki, laki. Simba akibeba point makundi, umenielewa? Simba akibeba, waandishi wote mliopo hapa sasa hivi nane, joni mchukue laki nane Blaza, yeah. Ninaongea nikiwa na akili timamu. sikiliza. <laughs> Sikiliza, sikiliza, sikiliza, tuelewane. Nasema na hivi, mmesikia? yeah. yeah. Sikilizeni kwa makini, ninaongea nikiwa na akili timamu yeah. Akili yangu haihitaji virutubisho Umeelewa? Yeah. Yeah. Maana kuna watu wanahitaji virutubisho, mimi sihitaji virutubisho. Akili yangu ikiwa timamu yeah. Simba akipata ma... pointi yeah. makundi yeah. Waandishi mliopo hapa nane yeah. Njoni mchukue laki laki yeah. Unafikira sipochukua mtanirudishia? Hapo hiyo advance mtapita nayo mimi? Sikiliza, shida iko wapi? Dukani kwangu si mnapajua? Eh, angoja we, mtarudisha advance like, wow. Kilichoenda mta mta ma... kwa mganga sasa, mtanirudishia mtapita? Mimi najiamini, umenielewa? <laughs> advance ya nini? Mta sikiliza, mimi nawaambieni, kaeni sasa hivi, switch kamera zenu, umenielewa? Bwana Uchebe, ulisema Simba akipata pointi laki laki, njo njo, chukua hela, no mjadala, no mjadala, no mjadala. Njoo dukani kwangu, njoo dukani kwangu. Mavala wewe nani, wote mnapajua dukani, blaza. Sikiliza, mimi nauza simu, ngoja ah, nauza simu, umenielewa. Hii simu shingapi? Na simu ziko mbili zote za hela, hata hii hapo unaweza ukaenda kuuza milioni kama Mili. yupo, hii zaidi ya milioni tatu. Kama yupo anayetaka kuchukua chukua. Wa Simba, baby, point yoyote, ili waamini Simba abebi pointi yoyote. Ana timu mbovu, ana timu mbovu. Ile kundi alilopangwa Simba, hata angekuwepo Ken Gold angebeba pointi. Simba ni timu mbovu, Simba ni timu mbovu kuliko zima zima, zima. kama Simba hawezi Hila. Hila. hawezi. Mimi nasema hivi Simba ni timu mbovu, yeah. Kwanza wameenda na utindikio wa ubongo Umenielewa? Yeah. Yaani, yeah. wanaluvenga wakipangwa tusova Umenielewa? Yeah. Wanaluvenga sasa wao kama wanaluvenga ile yeah. kundi sio la wajinga Umenielewa? Yeah. Tanzania tutakachojilaumu klabu bingwa yeah. Wala tungembeba Ken Gold angefanya vizuri kuliko, kuliko Simba. Ah, siwadharau, yeah. Naambieni ukweli, yeah. Blaza, mpira ni saanzi, mpira ni maandalizi bora. Sosi ndiyo mi nakupatas. Umene nasema hivi mpira ni saanzi, mpira ni utawala bora, mpira kwenye utawala bora, uongozi bora, mpira ni financial. Simba game ya kwanza tu wanaanza kuulizana mapato ya, ya, na matumizi ya msimu uliopita, wamekaa wa mpaka saa sita usiku wanaenda Mkapa, wanafungwa leo, wanasafiri mtu mmoja anajitokeza. Yani timu ilitaka isisafiri kama kipindi kile, mnakumbuka biashara alishindwa kusafiri mm -hmm. Mnakumbuka ndio? mm -hmm. Kilichotaka kitokee kwa Simba, serikali imeficha aibu.